Ili kutumia moduli ya shamba la maziwa mtu anapaswa kujiandikisha kama mkulima katika ALS Care app. Mara tu unapoweza kujiandikisha na kuingiza jina lako la mtumiaji na neno siri, utafungua skrini maalum. Katika hilo chagua tu management bora ya usimamizi wa shamba, unaweza kuona maelezo yote ya kituo cha maarifa, kisha unaweza kubofya pata zaidi. Mara tu unapobofya pata zaidi, unaweza kuona faida kutoka kwa moduli ya shamba la maziwa. Kisha bonyeza kuanza. Mara tu unapobofya kuanza, unaweza kuweka jina la shamba. Jina hili linapaswa kuwa jina lako halisi la shamba. Unaweza kuchagua nchi, vitu vyote vitachaguliwa kiotomatiki, the vitu ambavyo unavyo US. Uh, yes, uliochaguliwa wakati wa usajili. Ikiwa unataka kubadilisha chochote, unaweza kufanya Unaweza kubadilisha anwani. Unaweza kuweka maelezo zaidi katika anwani. Na unaweza kuwasilisha. Mara tu unapowasilisha, shamba lako limesajiliwa. Na sasa unaweza kuona maelezo ya shamba. Ili kupata maelezo zaidi juu ya shamba au kuingia kwenye shamba lako, sasa skrini imebadilika na unaweza kuona chaguo la shamba langu. Bofya kwenye shamba langu na utapata chaguo mbalimbali kama vile masters, rekodi za afya, rekodi za maziwa, ambapo unaweza kurekodi gharama yako ya matumizi ya maziwa na matumizi, ambapo unaweza kuweka matumizi yako, na bila shaka unaweza kuona faida ya shamba, na unaweza kuona mpangaji kulingana na ukumbi wa chanjo. Kwa hivyo vipengele hivi vyote vinapatikana. Pata usajili wa usimamizi wa shamba. Asante.